Asante. Ofisi yangu imejiandaa kuwapokea wanafunzi hawa uh, kwa, kwa namna mbili au tatu. Namna ya kwanza ni kuwapokea hawa wanafunzi na kuwaelekeza ambavyo wanaweza wakafanya registration. Tutakuwa na panel ya registration pale, lakini pia mwaka huu tunafanya registration yote kwa mfumo wa online. Kwa hiyo kutakuwa kuna watu ambao watakuwa wanawaelekeza wale ambao watakuwa wameshindwa kufanya online. Lakini pia kutakuwa na, na mfumo wa malazi au, au accommodation. Kuna mfumo wa accommodation ambao upo, na hiyo linki i, ipo ita, iko kwenye website ya chuo ukiingia tu kwenye uh, website ya chuo ambako ni www. Uh, atc.ac.tz ukienda kwenye ICT services, utakuta mahali pako imeandikwa students student uh, accommodation services hapo. Utakuta ukiklik hapo, utapata hiyo linki ambayo inakupeleka kwenye kubook accommodation. Kwenye kufanya booking ya accommodation, utaingiza admission namba yako. Admission number ya wale wanafunzi wa private ipo kwenye kwenye website ya chuo, lakini admission number ya wale wanafunzi wa serikali ipo kwa ukipiga simu kwenye namba ambazo ziko kwenye, kwenye website utapewa admission number ambayo utaiingiza pale. Ukiingiza pale utapata sasa stage, steps zile, utafikia mahali ambapo kutakuambia kwamba wait for control number ukifika pale kwenye eh, sehemu hiyo ya wait for control number, usubiri. Baada ya masaa machache utatumiwa control number. Control number hiyo ina lasti kwa siku tatu tu. Baada ya siku tatu, kama utakuwa hujailipia hiyo control number ambayo ina shilingi laki mbili, itafuta ile booking na hiyo nafasi itakuwa wazi kwa ajili ya mtu mwingine. Kwa hiyo ni wasihi sana, tunapoingia kwenye hiyo system ya kuomba accommodation tukipata control number tu tulipie baada ya kufika sasa chuoni utafika tayari jina lako lipo kwenye mfumo wa accommodation utakuta tayari umeshapangiwa chumba na ukishapangiwa chumba chako utapewa kitambulisho cha accommodation cha hosteli kuna hosteli zetu hapa chuoni ziko nne kuna hosteli one hosteli number two hosteli number three hosteli number four. Hostel namba 1 na namba 2 ni kwa ajili ya wavulana. Hostel namba 3 na namba 4 ni kwa ajili ya wasichana. Kwa hiyo vitambulisho vya hostel 1 vinatofautiana rangi na vitambulisho vya hostel 2 na hostel 3 na hostel 4. Kwa hiyo kulingana na wewe hostel uliyopangiwa utapua kitambulisho chako kwa ajili ya hostel ambayo unaingia. Na ukifika pale hostel utakutana na mlinzi atakupokea pale, utamwonyesha kitambulisho chako ambacho tayari kina picha yako utapelekwa sasa kwenye room kule, utapewa godoro, utapewa funguo, utaingia chumbani kwako.